E, huwa digeni mpenzi mwana michezo, asowe mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, hapa nazungumzia klabu ya Simba Sport ambayo makao makuu yake yako hapa hapa Dar es Salaam. Sasa tuna taarifa kubwa kuhusiana na klabu hii ambayo kwa sasa inafanya vizuri katika michuano yote, michuano ya CAF, michuano ya ndani. Sasa mashabiki wa Simba, usahau kusubscribe na wa mashabiki ya Simba kutokea maeneo gani, tunakwenda kuzungumzia hasa kikosi kizima cha klabu ya Simba Sport katika taarifa kubwa kuelekea michuano ya CAF. Simba Sport walicheza michezo ya kirafiki na Al Hilal of Duman, lakini pia walicheza mchezo ya kirafiki ya kujipima nguvu ambapo walipata matokeo ambayo si mazuri kwa upande wa, wa, wa mtazamo, lakini ni mazuri kwa, kwa, kwa, kwa projekti ya muda mrefu ya kuenda katika michuano ya Kafu, na wamekwishaanza anza kujua madhaifu yao yako sehemu gani licha ya kwamba Simba wamecheza mchezo, mku, mchezo mwingi, wamecheza mpira mzuri sana, hawajapata matokeo kwa kushindwa kuweka mpira wa vuni, ila kile ambacho kimefanywa na kocha mpya huyu wa Simba Sport ambaye kwa sasa anaaminika na staili yake ya uchezaji ni nzuri, wachezaji wanakimbia mno, wachezaji wanafanya vizuri zaidi ya vile ambavyo walikuwa wanafanya. Mchezaji ambao wa kimataifa wa Tanzania ambao wakuwepo hawajapata nafasi ya kushiriki, lakini kile ambacho kimefanyika katika klabu hii ya Simba Sport kwa sasa ni next level. Hizi wiki mbili, wiki za moto, wiki za kutengeneza kikosi. Baada ya hapa, kuna michezo ya kafu ya makundi inaanza, tunategemea kuiona klabu ya Simba ikifanya vizuri hapa. Mashabiki wa Simba, ni muda wa kuungana kwa pamoja kwenda kuisupport klabu ya Simba Sport katika michuano hii ya kimataifa. Lakini kwa ufupi, Simba Sport haina mpira wanaocheza wanahitaji zaidi kufanya mazoezi ya pumzi kufanya mazoezi ya kukimbia bila kuchoka, kwa sababu wanakwenda kucheza kucheza na Waarabu, michezo ambayo itakwenda ita kuwa ni ya nguvu kweli kweli. Kwa hiyo style Simba noicheza ni style ambayo inahitaji kuto kukata upepo sehemu yoyote ya uwanja, inahitaji kupambana dakika tisini, yani hakuna kupumzika. Sasa hatujui watacheza kwa fes gani, kwa kucheza labda na dakika ishirini au kumi na tano kwa bila kupumzika, watakuwa wanacheza wanagawanya vipindi. Makocha mengi wamekuwa wakifanya hivyo, anacheza dakika kumi na tano za kasi, anapumzika dakika tano, anapelekea moto dakika kumi na tano anapumzika. Sasa hatujui Simba atakwenda kwa stahili ya namna gani. Usahau kusubscribe na kuniambia unashabikia Simba kutokea maeneo gani. Asante sana, asante Simba sport.